Habari za leo mwana SNS, karibu tena simulizi na sauti, ungana nami Ali Masubi, ambapo tunaangalia historia ya ndege za kivita za Marekani. Tayari kuna makala ambayo nilikuwa nimeongelea kwa upande wa Urusi, wao historia ya ndege zao za kivita, kwa sababu Marekani, Urusi, haya ndio mataifa makongwe zaidi kwenye historia ya ndege za kivita zilizoendelea. Wao ndio wakongwe zaidi na wanaongoza uh, katika kitengo hicho. Haimaanishi kwamba wako wao peke yao duniani ambao wana ndege ambazo zimeendelea ama zina teknolojia kubwa. Ndege za kivita, yapo mataifa kama vile Sweden, wapo wana ndege zao zile za Gripen, lakini pia wapo Ufaransa ambao wao wana ndege zao za Rafale, lakini pia kuna Eurofighter Typhoons za Uingereza, kwa hiyo hawako wao peke yao lakini tunawaongelea hawa kwa sababu wapo level nyingine lakini pia miaka hivi karibuni china naye amekuja akiwa na ndege zake za ukianza na J10 na J20s chengdu hizo zote ni ndege ambazo ni bora sana lakini kama nilivyosema urusi pamoja na marekani ndio utakapoongelea fighter jets wanashikilia nafasi ya juu na wao kwa miaka mingi sana walikuwa na ushindani huyu akitoa hiki huyu wanatoa hiki tangu baada ya kumalizika vita vya pili vya dunia vikaja vita vya Korea na mwendelezo wa vita baridi, wao wameendelea kuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo Warusi tukawa tumewaangalia na makala yao tayari ipo hapa Simulizi na Sauti, kwa hiyo unaweza pia ukasikiliza kwa Warusi. Kwa hiyo tukianza na Wamarekani, tukaangalia historia yao, Wamarekani wao walianza na ndege ambazo zilikuwa zinajulikana kama P51 Mustang, hizi walikuwa wamezigundua miaka ya 1940 na ndio rasmi zikawa zimeingia katika matumizi na ndege zao za awali kabisa P-51 Mustang ilikuwa ni moja ya ndege bora zaidi za kivita wakati wa vita vya pili vya dunia, na ndege hii iliundwa kwa Marekani wakati huo ikiwa haina teknolojia au nguvu kubwa sana, ikishirikiana na Uingereza ambao ndio unaweza ukasema walikuwa ndo kama masupa power kipindi hiko. Ndege hiyo inasemwa ilikuwa, ilikuwa na sifa zifuatazo. Ndege hiyo inasemwa ilikuwa, ilikuwa na kasi ya juu takribani kilomita mia saba kwa saa, lakini pia ndege hiyo inasemwa ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa ina silaha ama ammunition ambapo ilikuwa ina silaha ama ammunition, machine gun 6 ambazo hizo machine gun 6 zilikuwa zina kaliba ya 50, yani 0.5 mm kaliba. Na mbali na hivyo ndege hii inasemwa ilikuwa ina uwezo wa kuruka umbali mrefu, huku ikitoa ulinzi kwa mabomu ya Marekani hadi Berlin. Kwa hiyo ndege hiyo inasemwa ilikopo ina uwezo ambao ni mkubwa sana. Ilikuwa ina uwezo wa kutoa ulinzi dhidi uh, ya mabomu ambayo yalikuwa yanaelekezwa kwa Marekani. Mbali na hivyo, pia kulikuapo kuna ndege nyingine za Marekani baada ya hizi sasa51 Wamarekani wakawa wamekuja na ndege ambazo zimeboreshwa zaidi. Ndege hizi zilikuwa zinajulikana kwa jina la F86 Sabre ambazo ndege hizi zilikuwa zimeingia katika matumizi ya kivita mnamo miaka ya 1950 na F-86 Sabre ndo ilikuwa ndege ya kwanza ya Marekani ya kivita yenye uwezo wa kutumia teknolojia jet kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa ndege yao ya kwanza ambayo ilikuwa na ile e, jet engine. Na ndege hii ndio ile ambayo katika makala ile ya Warusi tuliongelea, ilikuwa inashindana na MiG Kumi na tano za Urusi katika vile vita vya Korea, e, vita baina ya Korea Kusini ikiwa ina washirika wake Marekani e na mataifa mengine, huku upande wa Korea Kaskazini ikiwa ina China pamoja na umoja wa Kisovieti USSR, ambayo pia kulikuwa kuna mataifa mengine ambayo mengi yalikuwa yako katika mwamvuli huo, huku China wote wakiunganishwa na imani yao dhidi ya ukomunisti, ambapo kwa pamoja walikuwa wanapigana na Marekani, huku ndege za mi kumi na tano zikiwa zimetolewa na umoja wa Kisovieti, lengo likiwa kusaidia majeshi yao yawe na nguvu angani. Ndege hii F86 Sabre inasemwa ilikuwa ina kasi ya juu ya Mach 1 yani, ilikuwa inakimbia mara moja ya kasi ya sauti, yani ilikuwa inakimbia sawa na kasi ya sauti. Lakini inasemwa kwamba ilikuwa ina mfumo wa rada na usahihi wa hali ya juu katika mapigano ya angani. Mbali na hivyo, pia kulikuwa kuna hii iliyokuwa inajulikana baada ya F86 Sabre, kulikuwa kuna ndege iliyokuja baadaye iliyokuwa inajulikana kama F4 Phantom 2. Hii F4 ama F4 Phantom 2 iliingizwa katika matumizi ya kijeshi ama ilitambulishwa mnamo miaka 1960 mia na ikaenda ikatumika mpaka miaka 1980 mia. F4 Phantom 2 ni ndege ambayo ilikuwa ina uwezo mkubwa, ikiwa na kasi kubwa pamoja na uwezo mkubwa wa kubeba silaha aina nyingi ndege hiyo inasemwa ilikuwa ina kasi iliyoongezeka ya Mach 2.2, yani ilikuwa ina uwezo wa kukimbia mara mbili ya kasi ya sauti. Lakini pia ndege hiyo ilikuwa ndo ina uwezo wa kubeba makombora ya angani kwa angani, air to air missile, pamoja na makombora ya angani kwa ardhini, air to surface missile. Ndege hii inasemwa kwamba ilitumika katika vita vya Vietnam pamoja na operation mbalimbali za vita baridi. Baada ya F4, zikaja ndege nyingine zilizokuwa zinajulikana kama F14 Tomcat ambazo zenyewe pia zilitambulishwa mnamo miaka ya 1970 na mpaka kuja kustaafishwa kwake mwaka 2006 ndege hizi F14 ndo zile ambazo Iran wanazo miaka hii, wakati zinatoka miaka ya sabini, wao inasemekana ni moja ya mataifa ambayo waliweza kuzinunua. Unaweza kuona alikuwa ni mshirika wa Marekani mkubwa kiasi gani, kwa wamandege zimetoka tu, lakini akawa kauziwa. Lakini kipindi hiki zimeshapitwa na wakati sana, Marekani wako mbali sana, wakiwa na ndege latest eh, kama F35 hizo tutaona mbele, lakini ndege hizi kwa kipindi chake zilikuwa ni bora sana, zinasemwa zina kasi ya kufikia hadi Mach 2.34 kasi ya Mach 2.34, hiyo ni mara 2.34 ya kasi ya sauti. Ndege hii inasema kwamba ilikuwa ina mfumo wa ushambuliaji ama ufyatuaji wa makombora ya AIM-51 Phoenix, ambayo haya makombora yana uwezo wa kuangamiza malengo, ikiwa ni ndege nyingine angani, kwa angani, kutokea mbali sana. Ndege hii iliweza kutumiwa na jeshi la wanamaji la Marekani katika operesheni mbali mbalimbali za angani za baharini lakini mbali na hivyo pia kulikopo kuna, baada ya F14 Tomcats kukaja F15 Eagle, ambazo hizi zilitambulishwa mnamo mwaka 1976, na mpaka leo hii F15 zimeendelea kubakia zikitumika katika vita mbalimbali. Ndege hii ni bora sana, ndio maana mnasema mpaka leo hii imeendelea kubakia huku ikifanyiwa maboresho mbalimbali mbali. Ndege hii ina uwezo wa kufikia kasi ya Mach 2.5 ikiwa ina uwezo wa kushinda vita vya angani bila kushindwa kwenye mapambano ya moja kwa moja. Lakini pia ndege hii imeweza kuboreshwa na toleo lake la F15EX, linasemwa kwamba lina maboresho makubwa sana kwa vita vya kisasa. Baada ya F15 kukaja ndege ya F16 Fighting Falcon, njiwa wa mapambano ndege hii ni ndege ambayo ilitambulishwa mnamo miaka 1980 na mpaka leo hii imeendelea kuwa ipo katika matumizi ya kivita. Ndege hii F16 ni ndege yenye wepesi na gharama nafuu, lakini yenye ufanisi mkubwa. Ndege hii ina kasi ya Mach mbili, yani mara mbili ya kasi ya sauti. Lakini ndege hii inasemwa kwamba ina ule mfumo wa fly by wire, ambayo inaisaidia iwe ina udhibiti mzuri. Lakini pia ndege hii inasemwa kuwa ina uwezo wa kubeba silaha nyingi sana za like kisasa, makombora kama yale makombora ya cruise lakini pia ina uwezo wa kubeba makombora ya angani kwa angani, lakini pia ina uwezo wa kubeba makombora yale ya kawaida ya balistiki ya kutokea kwenye ndege kwenda ardhini. Mbali na hivyo, pia ina uwezo wa kubeba makombora kama yale makombora ya bunker busters. Baada ya hapo sasa, Marekani wakaja na ndege tena nyingine mnamo miaka 1980 na mpaka sasa hivi kwenye matumizi ya kivita. Ndege hii inajulikana F mkwaju A 18 Hornet na nyingine ambayo ni ya bora yake inakuwa sio Hornet, inakuwa ni FA18 Super Hornet, ambazo zote zimekuwa zinatumika mpaka leo hii. Hizi ndege huwa nasema ni matoleo ya wana maji, yanatumika zaidi. Ukisikia operation za majini za Marekani, labda kama katika mashambulizi wa Houthi ambayo yamekuwa yanaendelea mpaka sasa hivi na kwa muda mrefu, ndege ambazo zimekuwa zinatumika zaidi ni hizi. F-18 ilitengenezwa kama ndege ya matumizi ya majini ambayo ina uwezo wa kushambulia malengo ya angani pamoja na ardhini, na kasi yake ni Mach 1.8. Kwa hiyo kwa kasi haifikii F-15 au F-16, lakini ina nguvu sana na ina uwezo mkubwa sana. Na toleo la Super Hornet, hiyo ni maboresho kwa F-18 Hornet ya kawaida, na lina maboresho zaidi kwa vita vya kisasa. Baada ya hapo, sasa inakuja ule mfalme wa ndege za Marekani, moja ya ndege bora sana duniani na ni moja ya ndege bora sana kuwahi kutengenezwa duniani. Sio mwingine bali ni F22. F22, F22 iliingizwa mnamo miaka 2005 ndio ilitambulishwa na imeendelea kuwepo mpaka sasa. F-22 ni ndege ya kwanza ya kizazi cha tano ya Marekani ambayo ina uwezo mkubwa wa stealth. Inaweza isiwe na uwezo mkubwa wa stealth kama F-35, lakini inaiwezesha kuweza kuingia kushambulia kwa adui na kuweza kutoka haraka kabla adui hajajipanga na kuweza ku lock on target, yani aweze kuinasa kuingamua, na kuweza kutuma makombora kuweza kuishambulia. Kwa hiyo ndo maana inasemwa pia inaweza ikapewa daraja la stealth. Ndege hii inasemwa ina kasi ya Mach 2.25, yani ina uwezo kukimbia mara 2.25 ya kasi ya sauti. Lakini pia ina teknolojia za hali ya juu za kuweza kuitawala anga kwamba ndege hii ni ndege pekee ya Marekani ambayo ni air superiority, yaani ina uwezo wa kuitawala anga na kushambulia ndege nyingine zozote za adui na kuweza kuzishinda. Ndege hii ya F22 Raptor ni ndege ambayo pia ina uwezo wa kufanya hata zile dogfights. Ndio ndege yenye nguvu sana Amerikani ya Marekani ambayo ina uwezo wa kufanya dogfights, pengine hata kuweza kushindana na SU 57 ya Urusi katika anga hizo. Baada ya hapo sasa, wa Marekani wakaja na F35 Lightning II. Hii waliitambulisha mnamo mwaka 2015. Lakini mimi kwangu ukiniambia hii ukaniambia na F22 bado nitaruka na F22. F35 hii tunafahamu ni ndege ambayo inatengenezwa na kampuni ya Lockheed Martin, ambapo ipo F35A, iko F35B, iko F35C, yani ina matoleo matatu. Hiyo si F35C ndio ile ambayo ina VTOL yani, vertical take off and landing, ndege ambayo ina uwezo wa kutua tu kwa kawaida ni pale pale ikatua, kama zile ndege za aliens zinavyotua na kuondoka, ndio maana ikaitwa vertical take off and landing ndege hii ndo hizo sifa kubwa ni nakuopo ni ipo katika kizazi cha ndege za F35, lakini F35 uh, zote iwe a iwe b iwe c, sifa zao kuu ni stealth, kwamba ni ndege ambazo zina uwezo mkubwa sana wa kujificha wa hali ya juu e, na hiyo ndio advantage kubwa ya ndege hizo, na mfumo pia. Ndege hizo inasema kwamba kuwa na avionics ambazo ni zenye teknolojia ya hali ya juu pamoja na sensa za hali ya juu kwa ushindani wa kimkakati lakini pia ndege hiyo inasema kwamba ina uwezo wa kushambulia malengo ya ardhini, lakini pia mapigano yale ya angani kwa angani, na uwezo wa kuyafanya kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo kiujumla, hizo ndio ndege zote za Marekani ambapo zimeifanya Marekani iendelee kuwa bora katika upande wa uh, jeshi la anga duniani. Na Marekani inasemwa kwamba imeendelea kuwa inaboresha ndege zake za kivita kwa teknolojia za kisasa, kuanzia tulipoanzia kule kwa P51 Mustang hadi kwa sasa hivi wana F35. Na hapa tunavoongea, tayari wamesha commission kuwa na mpango wa ndege ya kizazi cha sita, nayo itaenda kwa jina la F47, na hiyo inasemwa itaingia mpaka mwaka 2030 iwe imeingia katika matumizi ya kivita na kuna makala nyingine ambayo pia utaipata hapa Simulizi na Sauti ambayo tunaelezea ndege za kizazi cha sita ambapo mataifa yale matatu ambayo ndio yanasema kwamba yanapambania kuwa na ndege hiyo ambayo ni China eh, lakini pia Marekani hao ndio wamethibitishwa rasmi, lakini pia hata Urusi nao tutaongelea kuona nao watakujaje katika kuwa na ndege ya kizazi cha sita. Bila shaka utakuwa umenufaika na umefaidika na historia hiyo fupi ya ndege za Kimarekani katika makala haya